Nitakupa mifano miwili tunapojifunza kwa habari ya kutoangalia mazingira yanayotuzunguka na badala yake kumwangalia Mungu. Nitakuonyesha uh, mifano miwili ambayo itakusaidia kuweza kuelewa kwa nini ni vizuri tusiangalie mazingira. Mfano wa kwanza tutaupata katika kile kitabu cha Yakobo sura ya tano, waraka wa Yakobo sura yake ya tano na ule mstari wa kumi na saba wa saba. Unaposoma mstari huu maandiko matakatifu anasema Eliya, alikuwa mwanadamu mwenye tabia moja na sisi, akaomba kwa bidii mvua isinyeshe, na mvua haikunyesha juu ya nchi muda wa miaka mitatu na miezi sita. Hapa ndipo tunapata mfano wa kwanza a, ambao unabeba ujumbe wetu wa kutoangalia mazingira yanayotuzunguka na badala yake kumwangalia Mungu. Katika dunia hii katika ulimwengu huu, huwa kuna vitu vinatokea katika maisha ya watu kwa sababu wameomba, lakini huwa kuna vitu vinatokea katika maisha ya wanadamu kwa sababu Mungu amekusudia mambo hayo yatokee. Katika maandiko haya ambayo nimeyasoma katika waraka huu wa ya Yakobo, unasikia maandiko yanasema kwamba Eliya alikuwa mwanadamu mwenye tabia sawa sawa na sisi. Aliomba mvua isinyeshe na mvua haikunyesha kwa muda wa miaka mitatu na nusu. Jambo hili la mvua kutonyesha kwa muda wa miaka mitatu na nusu halikuwa jambo ambalo Mungu amelikusudia, lakini ulikuwa ni mpango wa Eliya. Bwana Yesu asifiwe. Huu ulikuwa ni mpango wa Eliya, baada ya kwamba anafanya ana, ana, ana, ana, ana, ameona wivu, kwa nini Mungu wa Israeli haabudiwi katika Israeli na badala yake anaabudiwa Mungu Baali. Eliya kama mtumishi wa Mungu na kama nabii wa Bwana akaingiwa na wivu. Akasema hapana, inatakiwa hapa katika Israeli watu hawa wajue kwamba yuko Mungu anayestahili kuabudiwa badala ya Baali. Kwa hiyo Eliya akaamua kuomba akaamua kufanya maombi kwamba mvua isinyeshe katika Israeli kwa muda wa miaka mitatu na nusu. Na ni kwa nini aliomba mvua isinyeshe? Ni kwa sababu watu wale pamoja na kiongozi wao Ahabu walikuwa wanaabudu Mungu Baali, ambaye huyo Mungu Baali alikuwa ni mungu wanayeamini kwamba wakihitaji mvua wanaweza wakamwomba yeye akaleta mvua. Kwa hiyo Elia akaamua kwamba sasa tushindane, mimi nitaomba mvua isinyeshe, kwa sababu hawa wamekataa kumwamini Mungu wa Israeli, kwa sababu wanaye mungu anaitwa Baali, ambaye huyu ni mungu anayehusika na masuala ya mvua. Sasa mimi nitakachokifanya, huyu ni Elia, mimi nitakachokifanya nitaomba mvua isinyeshe kwa muda wa miaka mitatu na nusu ili ifike mahali watu hawa waamini kwamba yuko Mungu mbinguni anayestahili kuabudiwa. Kwa hiyo swala la kuizuia mvua isinyeshe ile miaka mitatu na nusu ni jambo lililotokea kweli katika dunia, lakini halikuwa kwenye mpango, ila ni Eliya mtumishi wa Mungu aliomba kwamba mvua isinyeshe. Bwana Yesu atwe sana. Kwa hapa duniani huwa kuna vitu vinatokea kwa sababu mtu fulani au watu fulani wameomba. Kumbuka, nataka tujifunze kwa habari ya kutoangalia mazingira yanayotuzunguka , lakini natumia mifano miwili ili kukusaidia uweze kuelewa. Ni vizuri sana tumwangalie Mungu kwa sababu ukishindwa kumwangalia Mungu ukaangalia mazingira, unaweza ukajitengenezea matatizo, na wakati mwingine unaweza ukajitengenezea mazingira ya kukosa vitu ambavyo ilikuwa ni halali ya. Na mara zote mazingira huwa adui anayatumia kuweza kushusha imani ya watu Bwana Yesu atusaidie sana. Haleluya, haleluya. Sasa Elia anaomba mvua isinyeshe, na kweli mvua haikunyesha kwa muda wa miaka mitatu na nusu katika Israeli, na jambo hili ha, ha, ha, haukuwa mpango halikuwa kwenye mpango wa Mungu. Ndio maana unasikia maandiko yanasema Elia alikuwa mwanadamu mwenye tabia moja na sisi, mwenye tabia kama yetu, lakini aliomba kwa bidii. Ukianzia mstari kumi na sita, anasema kwamba maombi ya, ya mtu mwenye haki yafaa sana, akiomba kwa bidii. Elia alikuwa mwanadamu mwenye tabia moja na sisi, akaomba mvua isinyeshe kwa muda wa miaka mitatu na nusu, na mvua haikunyesha. Kwa hiyo ilikuwa ni matokeo ya bidii ya Eliya, mvua haikunyesha. Kwa kuna vitu vinatokea katika dunia katika maisha yetu vinatokea kwa kwa sababu tumeomba, au kwa sababu tumeomba. Sasa mfano wa pili tunautazama au kielelezo chetu cha pili katika kujifunza kuishi kwa kumwangalia Mungu badala ya kuishi kwa kuangalia mazingira, kielelezo chetu cha pili tunakipata katika kitabu cha Ruka, mtakatifu sura ile ya kwanza mstari wa nane hadi wa ishirini na hapa ndipo nitakaa zaidi katika kufundisha na kuelekeza kwa habari ya kutoangalia mazingira yanayotuzunguka Luka mtakatifu sura yake ya kwanza mstari ule wa nane hadi ule mstari wa ishirini. Hayo maandiko ni marefu, lakini naomba niyasome. Nawe utakuwa na furaha na shangwe, na watu wengi watakufurahia kuzaliwa kwake, kwa sababu atakuwa mkuu mbele za Bwana, hata kunywa divai wala kileo naye atajazwa Roho Mtakatifu, atawalejeza kwa Bwana Mungu wao, naye atatangulia mbele zake katika roho ya Eliya na nguvu zake, na nguvu zake, ili kuigeuza mioyo ya baba iwaelekee watoto na kuwatilia na kuwatilia waasi akili za, za wenye haki na kumwekea Bwana tayari watu waliotengenezwa. Zakaria akamwambia malaika, nitajuaje neno hilo? Maana mimi ni mzee na mke wangu ni mkongwe wa siku nyingi. Malaika akamjibu akamwambia, mimi ni Gabrieli nisimamaye mbele za Mungu, nami nimetumwa niseme nawe na kukupasha habari hizi njema. Na tazama, utakuwa bubu usiweze kusema mpaka siku ile yatakapotukia hayo, kwa sababu hukuyasadiki maneno yangu, nayo yatatimizwa kwa wakati wake. Hizi ni habari zinazohusu kuzaliwa kwa Yohana. Yohana ni mtu aliyezaliwa akimtangulia Yesu, na ukisoma katika maandiko, maandiko yanamtaja Yohana kama mtangulizi wa Yesu, na yeye alipozaliwa alianza kusema kwamba yuko ajaye nyuma yangu ambaye mimi sistahili hata kulegeza gidamu ya viatu vyake. Sasa swala la Yohana kuzaliwa lilikuwa ni swala ambalo lilikuwa ni lazima litokee. Bwana Yesu asifiwe sana. Swala la kwanza ambalo tumeliona la mvua kutonyesha kwa muda wa miaka mitatu na nusu, lile alikuwa swala ambalo lilikuwa lazima litokee lakini ni hoja ambayo Eliya alienda nayo kwa Bwana akiomba mvua isinyeshe ili Israeli ijue kwamba yuko Mungu zaidi ya Baali. Lakini swala la Yohana kuzaliwa ni swala ambalo ilikuwa ni lazima litokee kwa sababu baada ya anguko la Edeni Mungu alipata wazo la kumleta mkombozi duniani ambaye ni Yesu Kristo. Sasa Yohana alitakiwa azaliwe akitangulia kwa sababu hata yeye anasema kwamba mimi nalikuja ili nimtengenezee mazingira, niandae mazingira kwa ajili ya ujio wa Yesu Kristo. Naye anasema yuko ajaye nyuma ya. Ni kweli kwamba Zekaria pamoja na mke wake Elizabeth walikuwa na maombi ya kupata mtoto na ndio maana utasikia wakati malaika Gabriel anazungumza na Zakaria, anamwambia dua yako imesikiwa. Lakini maombi waliokuwa wanaomba yalikuwa sio maombi ya kumpata mtu wa aina ya Yohana, wao walikuwa wamehitaji mtoto, maana walikuwa ni watu wamekaa kwenye ndoa kwa muda mrefu mpaka wamefikia uzee, lakini hawana mtoto. Kwao walikuwa na maombi ya kupata mtoto, lakini maombi waliokuwa wanayaomba yalikuwa siyo maombi specific ya kumpata mtu mwenye uwezo mtoto mwenye uwezo na neema kama Yohana, lakini mpango wa Mungu ilikuwa ni kumleta mtoto wa ajabu ambaye sifa zake zimesemwa katika maandiko haya tumeyasoma. Kwa hiyo suala la Yohana kuzaliwa ilikuwa ni swala ambalo ilikuwa ni lazima. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini katika jambo hilo Zekaria anaingia kwenye mtego Zekaria, wakati bwana, wakati wa Bwana walipofika wakulitimiza jambo lile. Ndio maana mwanzo nikuambia kwamba yako mambo ambayo Mungu akitaka yafanyike yatafanyika, sharti sisi kama wanadamu ni kumwamini na kuyapokea. Bwana Yesu asifiwe sana, kwa sababu tusipo tusipoamini na kuyapokea tunaweza kujikuta tumeingia kwenye matatizo. Sasa, ili kuepuka kuingia kwenye matatizo, ni tumwangalie Mungu, tusiangalie mazingira yanayotuzunguka haleluya. Zekaria ana, anaambiwa kwamba utapata mtoto, lakini wakati huo Zekaria akijitazama ni mzee, na mke wake naye anasema, Zekaria anasema mke wake naye alikuwa ni kikongwe wa miaka mingi hapo sasa, unaona Zekaria anaingia kwenye, kwenye mtego. Anaanza kuangalia mazingira kwamba no how it can happen, inawezaje kutokea hii? Mbona mimi tayari ni mzee na mke wangu naye ni kikongwe, tunaweza kupata mtoto? Anaangalia mazingira ya, anageuka, anaanza kuangalia mazingira. Alisahau kusikiliza sauti ya Mungu, alisahau kusikiliza na kuamini na kumwamini yule anayesema naye, badala yake akaanza kuangalia mazingira yanayomzunguka. Usiangalie mazingira yanayokuzunguka. Wakati mwingine mazingira yetu si mepesi, na wakati mwingine mazingira yanayotuzunguka yanakuwa ni mazingira yasiyotupa nguvu za kuamini, yanakuwa ni mazingira yanayotuvunja moyo, lakini don't focus on that environment. Usifokus kwenye mazingira ya namna hiyo, mwangalie Mungu katika kila hatua unayopiga. Bwana Yesu asifiwe. Katika kila hatua unayopiga, mwangalie Mungu. Mwangalie Mungu hata katika usiku wa kulala njaa. Just focus on God. Mwangalie Mungu hata katika mazingira ya kukataliwa. Mwangalie Mungu kwa sababu unapomwangalia Mungu unajipa uwezo wa kumwamini na mtaji ambao Mungu anautumia kutekeleza kazi yake. Kuna mambo kadhaa hapa, nataka nikuonyeshe. Utaona kila kitu kat... ambacho nimekizungumza hapa kilitokea katika mchakato ule wa Yohana kuzali Yohana kuzaliwa. Jambo la kwanza ambalo natamani niliseme ni kwamba Zekaria hakumwangalia Bwana, badala yake aliangalia mazingira.